Tazamaji, karibu katika kituo hichi, ili nihakikishe kwamba ninapata kukupasha, ninapata kukujuza yale ambayo yameweza kutendeka katika siku ya leo. Mtazamaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, naomba chukua nafasi yako, tufuatilie, piga subscription ili kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kukua kubwa, na tutazidi kuendelea kupatana ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaelimishana kuhusu masuala ya kisiasa na kupata kuelewa ni kipi kinaweza kutokea katika jamii zetu. Katika siku ya leo msikilizaji, kumekuwa na shughuli ambayo inaitwa maandamano ya D5. D25, kunradi. D25, Imeweza kushuhudiwa nchini Tanzania na msikilizaji, watanganyika wameweza kujitokeza kweli na wameweza kufanya maandamano katika baadhi ya sehemu, lakini pia sehemu zingine ambazo zimeweza kukabiliwa na polisi zimeweza kubaki bila mtu barabara, bila usafiri na watu katika sehemu zingine wamebaki nyumbani. Sasa msikilizaji, kilichoweza kushuhudiwa siku ya leo ni kwamba wananchi wamejitokeza kukataa serikali ya Samia Suluhu. Baadhi ya video ambazo nimeweza kutumiwa, nimeona makundi ya vijana walioweza kujitokeza siku ya leo katika kuhakikisha kwamba maandamano yanafaulu. Baadhi ya maeneo nchini Tanzania yameshuhudia maandamano, na baadhi ya video ambazo nitaweza kukuchezea ni za siku ya leo na watu wametokea wakaweza kufanya maandamano na wakaweza kuhakikisha kwamba wameeleza kile ambacho wanahisi kwamba kinastahiki kufanyika nchini Tanzania. Eneo la Mbagala limeweza kushuhudia uandamanaji wengi katika siku ya leo, na vijana wengi wameonekana wakiweza kuingia katika barabara sehemu ile na kuweza kubeba mabango ya kukataa serikali ya Samia Suluhu. Wenyeji wa mtaa wa Ubungo wameweza kutokea siku ya leo, wameweza kufanya maandamano. Maeneo ya Mlimani wameweza kutokea pia siku ya leo, wameweza kushiriki maandamano ya siku ya leo. Kile ambacho kimeweza kutokea ni hichi, HM, msikilizaji wangu, polisi ambao kwamba ni wale wa Samia Suluhu wameweza kutoa ripoti, wakaweza kusema kwamba nchi ni tulivu na hamna watu walioweza kutokea na kufanya maandamano. Hali hii msikilizaji, ni kuhakikisha kwamba wanawasahulisha wa Tanzania kuhusu machafuko walioweza kuyashuhudia na kuhusu vitendo katili vilivyoweza kufanyika nchini Tanzania na kuweza kuwaaminisha katika serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan. Jambo hili msikilizaji, linaonyesha kwamba serikali ya Samia Suluhu imeonyesha kwamba wana wasiwasi ule wa kukosa kutowaridhisha wananchi wa nchi ya Tanzania na kutoyatenda yale ambayo wananchi wanategemea yaweze kufanyika, lakini bado wanafanya hivyo kwa sababu ndo njia peke yake itakayoweza kuhakikisha kwamba wamesalia mamlakani, kuendelea kuzuia maandamano kuendelea kuwalete polisi kutoka mikoa tofauti tofauti, na katika vitengo vya a, a, mafunzo ya kipolisi wakuje kukabili maandamano katika miji mikuu nchini Tanzania ili kuweza kuonekana kwamba Tanzania wananchi wamemkubali Samia na kwamba serikali ya Samia inafanya kinachostahiki nchini Tanzania. Hali hii msikilizaji, haiwezi kuchukua muda mrefu, kwa sababu ilitarajiwa kwamba baada ya polisi kuwanyamazisha uh, wananchi katika maandamano yaliweza kupangwa siku iliyopita watu hawakuweza kutokea kwa sababu kulikuwepo na polisi kila sehemu, kila mitaa, ikalazimu watu kusalia nyumbani na wasiweze kufanya maandamano, suala ambalo Samia alifikiria litaweza kuwatia woga na kuweza kuwafanya wasiendelee kutoka siku za usoni. Lakini msikilizaji, kile ambacho kimeweza kujidhihirisha ni kwamba moyo ule wa kupigana moyo ule wa kupambana bado upo katika Watanzania na wameendelea kujitokeza katika kupiga maandamano na kuweza kuhakikisha kwamba wameipinga serikali katili iliyopo mamlakani nchini Tanzania. Sasa kile ambacho kinaelekea kutendeka ni kwamba kadri maandamano yanavyoweza kuendelea, serikali inapata myeyuko, na kadri wanavyoendelea kutingisha viongozi katika serikali ambao wanajua kwamba serikali yao ni katili na serikali yao sio sahihi, wanaendelea kuhakikisha kwamba wanajizuia kuweza kung'atuliwa mamlakani. Lakini suala hili muda wake ukifika, haliwezi kuzuilika tena. Naomba nikuchezee baadhi ya video ambazo nimeweza kuzipata ambazo zimeweza kunaswa kutoka sehemu mbalimbali, msikilizaji, ambapo maandamano yaliweza kutendeka ikiwemo maeneo ya Mbagala, Ubungo, Mlimani na sehemu kataa na sehemu kadhaa, msikilizaji, upate kuona na upate kushuhudia kile ambacho Watanzania kutoka maeneo yale yaliyoweza kutoka wameweza kusema na wameweza kujiwakilisha kuonyesha kwamba serikali iliyopo mamlakani sio serikali ambayo wanaweza kuhitaji iendelee kuwepo mamlakani. Ziri kupiga subscription msikilizaji, zili kutufuatilia ili tuzili kufahamishana, tuzili kuhakikisha kwamba tunapata kuelimishana kuhusu maswala ambayo yanatokea.